Kuibuka kuhusu matumizi mabaya ya fedha za umma katika kaunti ya Embu, uchunguzi ukibaini kuwa shilingi milioni kumi zilizotengwa maendeleo ya viwanda zilitumiwa kugharamia mkutano wa kisiasa. Pesa hizo zilitumiwa kugharamia mkutano wa kuwawezesha wahudumu wa bodaboda kaunti ya Embu. Gavana wa Embu, Cecily Mbarire, amekiri kuidhinisha utoaji wa fedha hizo huku maseneta wakionya kuhusu utumizi mbaya wa fedha za maendeleo katika kaunti hiyo. Wahudumu wa bodaboda wameandamana wakipinga kuhusishwa na sakata hiyo. Wahudumu wa bodaboda mjini Embu wameandamana baada ya kuhusishwa na madai ya matumizi mabaya ya fedha za maendeleo. Haya yamejiri baada ya gavana wa kaunti hiyo Cecily Mbarire kufikishwa mbele ya kamati ya seneti kuhusu uhasibu ambako alihojiwa kuhusu madai ya kugeuza shilingi milioni kumi kuelekezwa katika hafla ya wanabodaboda. Uh, So part of that money went to the saccos and therefore should be refunded in this financial year. Uh, members, between sure. Yeah. this and the house Because there was a delay. Fund, Governor, how many exchequer releases have, have, you received since that time? And, uh, you, you don't seem bothered that, that no, you need to refund no, no, this money. No, no it, it didn't go to my pocket. You no, actually don't have a choice. I no reason. Are you not under oath? and you have but no, before... people lie under oath uh, Senator oh, no, Sifuna no, no. we've no, seen people you, you mislead not, uh, this house chair. under oath so now that the refund has not been done to give us some commitment Wanabodaboda hao wamejitenga na madai hayo wakisema kuwa shilingi milioni kumi wanazozifahamu zilichangwa kupitia mchango kwa lengo la kukusanya fedha za kuanzisha chama cha ushirika ambako walipokea mchango wa shilingi milioni moja kutoka kwa gavana huyo. tumchague kwa hii sekta yetu ya bodaboda hakuna kitu ametufanyia, so hata jana nilishangaa sana kumwona kule Senate akisema amepeana 10 milioni kwa sekta ya bodaboda Boda, ambayo sisi wenyewe hata hatujaiona. Anasema tuko na sako sisi, hata hatujai kuwa kwa sako, ati tunakopa pesa, hatujai hata kuwa na mali tunaweza kopa pesa. Kwa hivyo sisi tunaambia gavana, tafadhali, kama unafanya corruption zako wacha kufanya na watu wa bodaboda Boda. Sisi tulikuchagua vizuri, kumbuka, ulituita pale Spring Valley, ukatuita pale Talent Academy ukatusihi sana tukitaka kupea Muheshimi Warene kivuti kura, ukatuahidi maneno mingi sana ambayo tu hata siku ya leo hakuna kitu hata moja umetimiza. Asa, it's about this is not right and this is not good for us. Yaani gavana unaiba kura za kaunti na jina ya watu wa boda boda, mtakubali? Ningependa tu gavana aweze kutuambia tu vizuri sana. Hiyo pesa anasema ilitoka kwa treasury. Ilitoka wakati upi na hiyo pesa ilitumika vipi? Kwa sababu hata kama ni hiyo mambo ya Sami tunangependa aitebo yote tuweze kuona tujue, hiyo pesa ilitumika, ilitumika na njia gani. Wakati huo huo wameipa serikali ya kaunti makataa ya saa 48 kurejesha fedha hizo kwao, la sivyo wataandamana hadi ofisi za gavana kudai fedha hizo. Walimshutumu seneta Alexander Mundigi kwa kushindwa kutekeleza wajibu wake wa usimamizi. Tumesema hivi, hiyo 10 million, hiyo 10 million ulisema uko nayo, yetu ya bodaboda tumekupea 48 hours ukuwe umetupatia ama tutaikujia. Tutai, kwa sababu hatutaweza kuruhusu wanasiasa kuwa wanatumia jina yetu ya watu wa bodaboda vibaya. Seneta wetu wa Embu kaunti Munyi Mondigi ache kwenda kutetea vitu ambazo hazina msingi ambazo hazina msingi hata kidogo manake, manake sisi tumemuangalia tume kwa muda mrefu sana na hakuna kitu hata moja anasaidia hii Embu nayo.